Ati ati ati, leo umesema umefanya ume nini shule? vitu mbili ndo umefanya shule ah? leo siku yes, mzima na hii bango yenye ni kubwa no. Sema umesoma nini leo <laughs> eh. Nah. Angalia hapo, ambie watu leo umefanya nini shule, umesoma ume nini na nini leo?

Mi, mi, mi unajua, nikienda shuleni saa mbili eh, saa mbili alafu alafu tukakaa tukakaa tukakaa, alafu ndio saa hii ya kunywa chai, kafika hapo kukaa kukaa, alafu sasa tukamaliza kunywa chai, tulikuwa tunacheza. Tukamaliza kunywa chai, ndio ticha akakuja tukaandika. Io ni saa ngapi ticha akakuja? Ticha akakuja shuleni saa ikielekea saa tano saa tano ka class eh, Akatufundisha, ndio uh -huh. kicha mwingine sasa akakuja, icha mingine alikuja, mwingine alikuja saa yeah. tano na nusu, saa tano na nusu, moja amekuja saa tano, mwingine alikuja saa tano na nusu. Alafu sasa huyu mwingine wa mwisho amekuja. Hizi time za kwenda uu taim za kwenda msangapi, kaa saa ngapi mnaendaga umsangapi? Sisi ilikuwa nafaa tukuja saa tisa. So mwalimu aliingia saa tisa. Mwalimu watatu hao, ni mwalimu wa subject gani? Ni wa tatu English. Haya, wapili alikuwa subject gani? Wa pili CIG. IG wa kwanza alikuwa subject gani? Math, math. So ndio walimu tu wamekuja kwa klasi yako, unajua? Ngine bado hajakuja shuleni, tuko na walimu kidogo, ngine bado hajafungua shule. Wengine yeah. Na baada ya kufungua shule. Eh. Hii subject tatu siku mzima. Alafu nani mwapi au? Lakini jadi ilikuwa mingi unaandika pages hiyo. Hii pages mzima unaanza nyingine. Eh. Ilikuwa mingi. Hata yoni shule gani? Ah. Ya shule yetu. Kwa mimi inaitwaje? Great Hope. Great Hope. Eh, hey. Na wewe unaweza subject tatu peke yake. Yes. Ha. Kwa sababu najua ah. Walikuwa e, sisi tulikuwa tunacheza tu nje e, wakipaka rangi ati, ati. E, tulikuwa tunacheza nje akipaka rangi, kwa klasi. Mnacheza nje akipaka rangi. Eh, hadi ah, tumeacha wakipaka. Basi mngeambia mkae home, kwa nini mkae nje? Sasa, sisi tu kuambiwa tumecheza, sio na maanisha hii bagi yote, japo vitabu zote, vitabu vingine ska shule za klasi, niko nazo hapa, ni za umma